Zikiwa zimebaki siku chache kabla ya Watanzania kujitokeza kwenye vituo vya kupiga kura, mjadala mijadala ya kisiasa imeendelea kushika kasi nchini. Baadhi ya wananchi wameanza kuonyesha hisia zao wazi wazi dhidi ya utawala wa chama cha mapinduzi CCM, hasa pale panapojitokeza changamoto katika huduma za kijamii. Je, kauli hizi ni ishara ya mabadiliko makubwa katika siasa za Tanzania? Florence Majani anatupasha zaidi. Wakati wa Tanzania wakijiandaa kufanya maamuzi yao ya kumchagua rais, mbunge na diwani mnamo Oktoba ishirini na tisa, kauli tata zimekuwa zikisikika mara kwa mara miongoni mwa wananchi katika maeneo mbalimbali nchini, wengi wao wakieleza kuchoshwa na changamoto za kijamii ikiwamo huduma hafifu za maji afya ajira na usafiri, huku baadhi wakionyesha msimamo wao wa wazi wa kukikataa chama kilichopo madarakani cha CCM. Miongoni mwa matukio yaliyoibua taharuki na vurugu ni lile la vurugu katika kituo cha mabasi cha mwendo kasi cha Magomeni na Gerezani, ambapo wananchi waliyapiga kwa mawe na kuyavunja mabasi hayo, huku wakisema wazi wazi kuwa hawaitaki CCM mengine. Hata hivyo, kabla ya vurugu hizo hivi karibuni, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila aliwataka wananchi kupunguza jazba na akasisitiza kuwa kuikataa CCM hakusaidii. Tunaona baadhi ya clip wanasema hatuitaki CCM hatutaki mama. Mimi naomba niwaeleze ukweli kwamba hizi ni hasira za muda mfupi Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema dalili hizi ni ujumbe mzito kwa vyama vyote, hasa chama tawala, ya kwamba mabadiliko katika mfumo wa uongozi na uwajibikaji hayaepukiki. DW imezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Dr. Revocatus Kabobe kutoka Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. Wananchi kutamka kwamba hawahitaki CCM, mimi naona mawili yawezekana, wahitaki kweli au wanataka wawajibike, kuwatimizia hela wanayoyahitaji. Kadhalika kwa vyombo vya siasa, hata Chama cha Mapinduzi ambacho kimetajwa hadharani, ni kuwa macho kuona wanapohudumia wananchi wake, wasikubali wananchi wafike levu ya kuwakataa hadharani. Mara tu baada ya vurugu hizo za jana, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alifanya mabadiliko makubwa leo kwa kuwaondoa wakuu wa wakala wa mabasi ya mwendokasi DART, ambaye ni mtendaji mkuu Athumani Kihamia na mkurugenzi mkuu Waziri Kindamba, na nafasi zao kuchukuliwa na Saidi Tunda Habibu na Pius Andrew Ngingo. Kadiri siku ya uchaguzi inavyokaribia, kauli na mitazamo ya wananchi inaonekana kuwa ni kioo cha matarajio ya mabadiliko. Swali kubwa ni je, sauti hizi zitatafsirika vipi kwenye sanduku la kura?